Kila kukicha anaisifia timu wakina Michael Kisugu, wakina Laksi, sijui huyu wakina nani. Huu ndo muda ambao wanatakiwa watoke, waambie viongozi kwamba, yani sisi mashabiki tuna tunakata tiketi, tunakuja uwanjani, tunakuja kuangalia mpira, yani tunakuja kuifurahia Simba yetu, ujue si ndo? sisi ndo sisi ndo wana Simba, sio wa viongozi. Huyu viongozi unaweza ukakuta mtu uko shabiki wa Azam, mtu shabiki wa Yanga, mtu shabiki wa nini, kwa hata kifungwa au mimi kama sisi, umeona sisi tunatoa hela zetu mfukoni, hamna kiongozi wa Simba yoyote anayetoa hela kwamba kila shabiki wa Simba mu ndani aje kufanyaje? Aje kuangalia elfu ishirini tiketi, tunakuja hapa kwa ajili ya kuiangalia Simba Kuhali, wale wote machawa wanaozunguka Dar es Salaam, wote machawa, ndio muda wa kutoka, na kwanza kuambia viongozi na kuakemea usajili wanaofanyika, kwanza ueleweki, makocha wanawaleta waeleweki, na Simba kuanza kumng'ang'ania u nani? Pantevi sio Pantevi sio nani? huyu ni mpumbavu anatuvuruga tu Matola, imechi tuka tunashinda. Matola yule pale kocha mdogo, lakini imechi tuka tunashinda. Umeona wale pale walikuwa na makosa kibao kipindi cha kwanza, yaani ni, ni kitu ambacho tunge, tungekuwa tunaanza na steka duniani. Brother, hakuna timu inayocheza bila steka duniani kwa sasa hivi, umeona duniani, duniani. amediali anatakiwa atoke awambie mashabiki ukweli kile kinachoendelea ndani ya klabu hizo. Simba yetu tunaijua Simba mbovu kaka. Simba inamilikiwa kina Sako, Simba inamilikiwa kina Pita Banda. Orlando amekufa, Orlando kwenye ubora wake. Uongo kweli, Orlando amekufa, Orlando kwenye ubora wake. Simba mbovu, Simba mbovu. Orlando anakuja anakufa hapa kwa wakati huu sasa, Yenamari, simba hii unadhani kuna tatizo gani? Tatizo lipo kubwa sana kwa viongozi, kuna kitu anashindwa kukitambua. Kipi hicho? Yaani, kuna viongozi ambao wao wamewatenga wale wakina Mwinyi Kaduguda sijui wakina, wakina yaani, viongozi wale wa zamani wale wamewatenga yule mzee wangu wa Mbagala yule, yule mzee mweupe yule wa Mbagala, wamewatenga wale, ndio maana unaona mechi kama hizi viongozi hawa waliobakia kwanza ni watoto. Umeona, kuna mechi kama hizi hapa, umeona kama injinia injinia, clear kabisa goli goli ile pale ile limekataliwa. Kwa nini? Yule sasa hivi anajua kucheza na marefali hii eh? Yule anajua kucheza na marefali, anajua kucheza na uongozi wa kafu, umeona lakini mwamenideji Mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu atumuoni uwanjani, anakuja tukishaingia robo finali, tukitoka akishachukua hela kaeka mfukoni anaondoka. Tena anatuletea usajili maema. Sio mtu wa kumsajili maema, kashachoka. Sabu ilikuwa so, yani sabu ilikuwa ya kumtoa. Maema anaingia anaingia anaingia so hapa ana so, ana so, unamtoa mpanzu anaingia hua. Umeona yule cha sambi yule sio mtu wa kucheza. mechi ngapi cha sambi tunacheza hata kwenye ligi sabu muoni? karibia mechi nne tunacheza za, za ligi sabu muoni Mbona unakuja kutuwekea mtu ambaye yani anakuja anakuja kucheza, hatuelewi anacheza kitu gani? Simba hatueleweki, tunacheza mfumo gani? Hatujui tunacheza 442 hatujui 4 si, yani mfumo wote haieleweki. Simba anacheza mfumo gani bila tatu? Hakuna hakuna mpira tatu, yaani ni afadhali tukamwajiri ule kocha wa nani, wa JKT Tanzania akaje hapa, na timu itafanya vizuri. Tukamwachia Matola huyo hapa, timu itafanya vizuri. Hakuna mpira wote na uona mpira wa mzungu, hakuna. Shukrani sana. Hakuna timu inacheza bila namba tisa Simba naiona duniani, hakuna hakuna timu inayocheza bila namba tisa. We unalizungumziaje oh, hili ah, kwanza bwana, kwanza bwana, leo tumesikitika sana ndugu yangu ndiyo. Kwanza lawama zote leo anastahili huyu kocha, umenelewa. Kwanza inabidi tumuulize huyu ni kocha au meneja, kwanza inabidi tu, tuanze kuoji cheti chake, wallahi nakwambia. Kwa sababu gani? alichokifanya leo hii, dharau ambayo aloileta leo, umenelewa, lawama zote anastahili yeye. Kwa nini? haiwezekani haiwezekani una, una, una masweka watatu ambao wote wana quality ya ukweli, unasowa na, na, na, na, na, na, na, na, una mwalimu una mkwala, alafu wewe unaenda kuanza nani mtari kati hivi. Unataka nini? Hauna namba tisa, unao, una, una, unaanza na viungo hivi hiv namikenye mbili angata mechi hii za ligi, umeelewa mechi za ligi. Angalia huyu kocha anataka nini, tunaanza tutamoja viti vyake atuonyeshe vyeti vyake. Ni kocha kweli au kocha wa mchongo? Kama anavyosema huyu <tipos> ana vyeti, mimi nakwambia <tipos> wallahi, ana vyeti, ana vyeti kocha, nakuapia Mungu, ana vyeti. Kwa sababu gani? Hata kwenye, kwenye kafu, namjua Matora ndo na mwenye cheti. Sasa wewe hauna cheti, angalia huyu, ni ungaunga tu kocha, umeelewa? unaweza ukaona hata mfumo wake, amemtua nabii Kamala, nabii Kamala, player, mwangalia alivyofanya leo, angalia mdogo bwa mdogo huyu Morris, um, um, Abraham <tipos> <tipos> alivyocheza <tipos> Umenelewa? Angalia jinsi anapocheza. Anachukua mpira anaenda, anatani. Unamtoa Nabii Kamala unamwingiza cha sambi. Unamuotoa Nabii Kamala, unaingiza wachezaji ambao hawajacheza ambao hawana fitness. Hebu niambie, we lengo lako nini? Mi ni mwambie tu, Simba ni kubwa. Kama unashindwa uondoke, tena aondoke afai. Umenelewa? Sisi Benjamin William Mkapa, hii ndio ngome yetu. Umenelewa? Sisi tumepata ujanti kupitia hapa Benjamin William Mkapa. Umenelewa? Sasa leo hii anakuja kutudhalilisha hapa. Mimi nimwambia yule kocha aondoke. Haifai, na tukiendelea naye, wana Simba, huyo kocha huyo. Tukiendelea naye. Umenelewa? Hatu, hatupiti likundi. Eh? Tukiendelea naye kocha kwa sababu gani? Kwanza kocha ana cheti. Tutamuuliza cheti chake, tutamwoji kwanza. Kwa sababu anatutia mashaka. Mimi mwenyewe pacha hapa. Umenelewa? Kama ninge ningefundisha leo, tulikuwa tunaondoka na ushindi. Kwa sababu gani? Kikosi kashakipata Umeelewa kuna soa, umeelewa. Wapo ambao first 11 ipo ambayo unaona kabisa hapa inatupatia matokeo. Kwa nini kila siku atotia mapicha picha? Picha. Umeelewa? Hatuwezi kumvumilia. Sisi tuna uchungu na, na, na timu. Umeelewa? Ye kama anakuja kutafuta riziki, sisi hatutafuti riziki kwenye Simba. Umeelewa? Sisi tuna, tuna uchungu na timu. Kwa hiyo sofa tumwambie tu. Tumwambie, wewe pate hivi tukwambie. Kama wewe tena sio kocha, tuonyeshe viatu vyako. Na na, na wana Simba, tukiendelea kumkumbatia ukocha, tukiendelea kumtetea ukocha, mi nakwambia, hatuwezi atu, atu, kwa sababu angalia, atetriko, tuko nyumbani hapa Benjamin William Mkapa, tumeadhibiwa. Tutacheza na experience ambayo mwenye quality la ukweli kabisa, tutacheza na wao wa, wa mali wa, ambao wamemdindia experience kwake, so far utaniambia tutapata matokeo? Mi nakwambia, jamani wanasimba, hizi pointi tatu tulizoziacha leo, umeelewa? Lazima tutazijutia, tutazijutia kabisa yani. Haiwezekani, huu giant huu giant, sisi tumepata Simba, tumekuwa giant, so hivi hatujapata kwa lele mama, tumemwaga jasho, tumemwaga damu. Kwa hiyo so far tunawaambia tunatunawaambia uongozi, huyu kocha kama tutaendelea naye, kama tutaendelea naye huyu kocha, mimi nakwambia tufuzu pacha. Tuzungumzie nafasi ambazo zilikuwa zinatengenezwa kwa upande wa Simba, nakwambia sawa, nafasi tumekosa, no doubt, lakini still kwamba unaweza kuona ni hakuna ile clear, yaani papa tu, papa tu tu, vile vile tumekosa nafasi sawa, tukatai tumekosa nafasi lakini, je, umekosa nafasi? Je, tum tu, yaani tumekosa nafasi lakini je, tumechezaje? Umeelewa? Tume tumechezaje? Ni unaweza kuona nafasi tulizokosa ni individual player, mchezaji mmoja mmoja ndio aliopondoa nafasi. Nafasi tulizozipoteza ni yaani mchezaji mmoja mmoja uwezo wake, sio mbinu za mwalimu. Mbinu za mwalimu leo zimetufelisha 100%. Ya yeah, imetuferisha kabisa, hana mbinu mwalimu. Yaani mwalimu kama tungesema watoto amjisemaule kabeti limadi apate hela aondoke zake, lakini leo alikuwa pana mipango yoyote mwalimu <coughs> kipi kifanyike sasa mwa, yaani kocha aondoke, kocha aondoke. Hamna kingine. Wachezaji wanacheza kama maroboti kweli? Wachezaji kucheza kama maroboti sio kweli, wachezaji wanajitoa mpaka jasho la mwisho lakini wewe angalia, mpanzu anachezea winga anakuja mpaka katikati kuja kuforce kushinda wakati sio nafasi yake. Unajua, ijapokuwa kwamba mchezaji yote anatakiwa ashinde, umeelewa? Amna katikati, kuna muda mpanzu anaenda na mpira mpaka kwenye kibendera, anasogea mpaka kwenye penalty box, amuoni mtu akumpasia, anarudi tena nyuma na mpasia, mtu tena nyuma, tunapoteza nafasi nafasi zile. Kama angekuwa striker pale mbele sasa hivi tungekuwa tunaongoza sasa hivi, lakini ule kocha hatufai, hatufai, hatufai kwa hiyo neno meneja yeye ha, hatufai, ametufelisha ha, ha, yaani atuonyeshe ya cheti kwanza, kwanza tunadai cheti chake. Ana cheti kweli? Kwa sababu tumemtetea, mwisho wa siku anatuzuru, anatuzuru, umenelewa? Tunamtetea, mwisho wa siku anatuzuru. Wenyewe cheti atuonyeshe cheti, ana huyu magumashi. Umenelewa, mi niwaambie tu, ana Simba, viongozi wa Simba, huyu magumashi hatumtaki, atatuua, anatuua, haiwezekani, haiwezekani. Mimi nasema yaani huyu kocha ah